Wakatoliki waadhimisha kumbukumbu ya miaka 12 ya Papa kwa kumwombea apone. Ni Jimson Natson tena kwenye habari za kimataifa, na hii ni Clouds Digital. Wakatoliki duniani kote wanaadhimisha kumbukumbu ya miaka 12 tangu Papa Francis kuchaguliwa kuwa Papa kwa kumwombea apone. Francis ambaye alichaguliwa tarehe 13 Machi mwaka 2013 amekuwa katika hospitali ya Gemelli ya Roma kwa karibu mwezi mmoja. Ametibiwa mara mbili homa ya mapafu na maambukizo mengine, na amepata matatizo ya kupumua mara kadhaa, ambayo yalizua wasiwasi juu ya maisha yake. Taarifa za hivi punde kutoka Vatican zinasema mzee huyo mwenye umri wa miaka 88 yuko imara baada ya picha ya x-ray ya kifua kuthibitisha kuboreka kwa hali yake katika siku za hivi karibuni, lakini walisema hali yake bado ni tata na kwamba alihitaji matibabu zaidi hospitalini. Haijabainika ni lini ataruhusiwa kuondoka. Hali ya kiafya ya Baba Mtakatifu imesalia kuwa shwari katika muktadha wa picha tata ya matibabu, ilisema taarifa iliyochapishwa na Vatican News kipimo cha x-ray ya kifua kilichofanywa siku ya Jumanne kimethibitisha kuwa, kimethibitisha unafuu wake unaoonekana katika siku zilizopita, ilisema. Hali ya kiafya ya baba mtakatifu imesalia kuwa shwari katika muktadha wa picha tata ya matibabu, ilisema taarifa hiyo iliyochapishwa na Vatican News. Jina langu ni Jameson Natson, na hii ni Clouds Digital, endelea kufuatilia.